Very clear kila mtu atakayesikia kitu gani? Sauti na hiyo, angalia, instruction ikawa added na great emotional and psychological music, angalia <laughs> unajua ule mziki aukuwa wa kawaida ule, kila chombo cha muziki full of emotions. Unaona watu wanapiga mziki mpaka wanavuaga nguo shati, hawahitaji kuvaa nguo tena. Hapo emotion iko juu. Watu wanaimba mpaka machozi yanatoka. Nasema machozi ni itikio la emotion. Watu wanaimba mziki mpaka wanakuwa vile. Vile mziki wote ulikuwepo. Kwa hiyo ukaadi ile force. Nguvu katika ile action ya ile siku ambayo ni international dedication of Nebuchadnezzar's God image na hii inayozungumzwa pale ni kwa ajili ya utawala wake, mamlaka yake, na Mungu wake, na watu wa mataifa yote, falme zote. Haikuwa utawala wa Kalidayo peke yake, mataifa yote ambayo yalikuwa tayari yako mikononi mwake, wote wakasembo. Tuje kuangalia ilikuwa ni wapi na why that place. Kwa hivyo Biblia inaeleza ya kwamba maelekezo yalitolewa wazi kila atakayesikia ni lazima kuanguka na kusujudu. Kwani hilo si lilikuwa wazi jamani? Clear instructions. Number two, clear warning. Soma ile aya ya sita. Clear warning. Nasema aya ya sita neno la Mungu linasema, na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru ya mfo, ya moto wakao mm. Basi aya ya sita peke yake mtu asiyeanguka na kusujudu clear warning the same time, same time hour na ile tanuru likachochewa. Biblia inaeleza kwamba zaidi ya desturi yake. Mara ngapi? Mara ngapi? Mara saba hiyo. Yes, ni clear warning. Ama unauliza uliza, hivi alisemaje? Hii sio ya kusema kwamba hivi hivi, alisemaje? Mtihani ni sabato. Ametoa <laughs> clear instruction saa mbili asubuhi Jumamosi, clear instructions, warning asiyefanya mtihani. Unajua, saa nyingine yani wewe una debate na habari ya total dismissal, unazungumzia habari ya discontinued ambayo ambayo inatajwa pale. Wenzako walichoambiwa, you fail to follow and worship, tukutane kwenye moto. Kwa hiyo hakuna option, itaenda kulima mashamba <laughs> ni vizuri ujue ile warning haikuwa ya kitoto. Sio kwamba tutamtimua kwenye utawala wetu. Never. Huyo amepoteza sifa ya kuishi. Na unaangalia siku zote sisi ambao yanao tusitwasitu hapa yanahusiana tu na msosi, yanahusiana si na hiki, yanahusiana na hiki, lakini maisha yanaendelea. Kwani ukisema usipofanya mtihani, usipofanya hiki na kile, usiposimama kwenye ile ofisi, watakufukuza kazi? Ndio. Kwani ukifukuzwa kazi ndio utakoma kuishi? Money made fear. That's a, not fear. Tuna watu ambao hawana ofisi za serikali na wanaishi mpaka wameajiri wasomi. Sa nyingine ni hofu tu za mzaa, ni mzaa tu tunaofanya. Ni vizuri ujue a call to stand firm, ni vizuri ujue ni maeneo yapi. How do you know that you are strong in faith? Hiyo itakuwa ni kesho hapa habari ya faith, lakini angalia vizuri hapa ya kwamba ili useme mimi nina mimi, unajua katifu yetu asema nina msimamo mimi. Msimamo yetu umesimama kwenye siafu tu, unajua nasema. <laughs> mimi na msimamo. Wewe unawajua siafu? Wewe hakunaga jeshi imara kama la siafu lila, hata askari anacha silaha, hawajuike kitu wale sasa nyingine misimamo yetu uko tumesimama kwenye siafu, utakimbia. Tutarudia kuangalia secret ya vijana ni nini, nininio, tuangalie tu kwanza maana ya hii ifmu. <laughs> kwa sababu huwezi kufikia kufanya vitu vya namna ile na hakuna mahakama ya rufaa, yaani final ni mfarume na hapa asemi ya kwamba tutawafukuza, asemi watafanyaje, ila ni swala usipoanguka na amesema ni lazima. Instruction iko namna ile na alafu warning ikawa attached very clear, usipofanya muda huo huo utatupwa kwenye tanuru. Sasa hayo yanapokuwepo pale, clear instructions plus clear warning that call for clear stand hiyo ndio unaoiona sasa hapo, yaani wakati wakati hapo ndio kuna clear instructions, kuna clear warning and then we have three Jews ambao standing out, it's also very clear very clear. Sio wale wanaosema unajua, kwa nje nimesimama, lakini katika moyo inasujudu. Ache biashara hiyo <laughs> hii ni clear standing. Acha wale wana ni wana wa wale hawana uti wa mgongo wale. Spineless people. Wanasema outside the outside I'm standing up but in the inside of me. Ndio <laughs> wale wanaosema wanavaa ovyo halafu nasema Mungu anajua moyo wako. Eh, hey, mama mama. Huo <laughs> moyo ni taka taka, peleka bafuni kwa sababu ni mchafu huo. Hii <laughs> tunatuambia Mungu anajua moyo. Tambara bovu hilo najua moyo <laughs> eti kwa nje niko hivi lakini ndani ya moyo wangu ni pasafi <laughs> We uligundishwa na super guru, kama ni hereni uliweka kwa mkono wako, na kabla hujaweka kwa mkono wako, ni kwa sababu moyo ndio umevaa hereni. Hereni haiwezi kuning'inia hapa mpaka moyo uning'iniwe hereni. Hawezekani. Yaani unajua chochote kinachoonekana kwa nje lazima kiko ndani ya wapi? Ya moyo. Hakuna mtu anafanya chochote ambacho kiko ndani ya moyo. Sana sana itakuwa ni unafiki. Kwa sababu unafiki unasema, ngoja nifanye hapa ni bend a little, alafu baadaye taamsha tena uaminifu wangu. Ah, ha, hamna. Kwa hiyo hawa vijana wakiwa na clear instructions, maelekezo yaliyo wazi, onyo lilo wazi na msimamo ulio wazi. Hiki ndicho kinachozungumzwa pale. Msimamo wao ni upi? Ngalia ile aya ya saba alafu ende aya ya kumina. Soma tu aya ya uh, soma ile aya ya saba alafu soma aya, aya ya kumi na mbili. Clear stand. Aya ya saba inasema, inasema basi, wakati huo, wakati huo Watu wa kabila zote waliposikia sauti watu ya panga. Watu wa kabila zote waliposikia, mm -hmm. na filimbi wakasikia, aina zote za muziki hiyo, na kinubi Aha. na zeze ndio, na santuri Ndio. na zomari mm -hmm. na namna zote za ngoma eh. watu wote na mataifa wa mataifa na, yote, na lugha na lugha zote wakaanguka wakaanguka wakaiabudu ile sanamu wakaabudu sanamu Mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Aliyoisimamisha. Mstari wa 12. 12. Wako Wayahudi kadha wa kadha. Hao sasa Wayahudi kadha wa kadha. Uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli. Wanawashtaki sasa kwa mfalme. Uh -huh. Yaani? Yaani Shadrach, Meshach, Meshach na Abednego. Abednego. Watu hawa. Hao. Eh, mfalume. Ndio. Hawakukujali wewe. Hao mkwanza hawakujali which is very wrong. Hawaitumikii miungu yako. <laughs> That is very right. They cannot serve Nebukadnezar's gods wala kuiabudu ile sanamu to worship. na kwa sababu gani ile shtaka la no. Kwa ile, ile kwanza wako very wrong. Eti hawamjali Nebukadnezar, hawamheshimu. Hawa vijana wanamheshimu sana, ila haya mawili walikuwa sahihi. Hawawezi kuabudu sanamu. Hawa vijana wanaojua usijifanyie sanamu ya kuchonga wala usisujudie kuvitumikia. Hao vijana wanaojua ile amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Leo kweli wakasema hapa, Nebukadneza, this is the point of departure, tutaachania hapa. Wanamjali lakini kwenye hili amna. Hapa ndipo unaona stand yao ipi kwenye hii political pressure political challenge. Wakati wote wameinama wamesujudu, wao wakabaki wamesimama. Wewe tu na mimi, hebu fikiria, tuko kwenye mkutano, dhifa ya kitaifa, halafu iko kiongozi wa nchi na umepata upendeleo huko kwenye jukwaa, umeketi kwenye viti vya jukwaa, halafu akasema kwa heshima tusimame, tumkumbuke marehemu kwa dakika moja. Yaani, unajua I'm trying to imagine <laughs> na kamera zinamulika hivi, yaani huko hapo kwenye jukwaa, mkuu wako anasimama anakaa kimya. Unajua saa nyingine unavichukulia na hapo sana, sana kitakacho kuwafanya kitakachokuwafanya unyanyuke ni msosi tu. <laughs> Sio kwamba watakuua, hatujawahi kusikia mahara kwenye serikali yetu hii kwamba watamuua kwa sababu, wakati viongozi wamesimama, yeye alibaki amefanyaje? Amekaa. sana sana tunasema amekudharau, ndivyo alivyoshtaki namna hiyo. Na, na matokeo yake ni kwamba anajifanya nini, basi tutamtoa kwenye nafasi hiyo, sawa. Lakini hata hiyo wengi wetu hatuwezi kusimama hiyo tu, hatuwezi hapa. Kuna challenge kama hatuwezi kuanguka, tunauawa. Kwa hiyo ni wakati huu wa wote, mataifa yote waliokutanika hapa, kutoka Ukaridayo, kutoka Umedi, kutoka wapi, walioletwa katika mji huu ili waweze kufanya hii sikukuu ya kitaifa kwa mamlaka ya Nebukadreza, kwa mungu wa Nebukadreza, na ni uzinduzi dedication ya kimataifa na wakati yote inafanyika, wakati wote hao wanasujudu: maamiri, mawaziri, Wakalidayo, sijui watu gani officials, hao watu ambao unaweza ukaona, vijana pia wako karibu sana kwenye kundi hilo, kwa sababu walikuwa pia wana nafasi za uongozi walioheshimika sana. Halafu wao wamesimama jeuli, kweli. Hiyo ni jeuri kubwa sana. Hapo ndipo unaona theme to stand firm. Now what is that meaning? They refused to bow down and worship the image. They refused Clear instructions? Clear warning, clear stand kwenye maisha tunayoishi hapa. Ikiwa haueleweki eleweki, hauna uti wa mgongo, kwa vyovyote vyote kwenye maisha ya sasa hivi, utakuja kuangalia siku zinazofuata, lazima watakufahamu, lazima tu. Kwenye maisha ya sasa hivi lazima ufahamike, Vinginevyo nevyo umefata mkondo kama maji. Don't don't, don't forget to subscribe to like, share and comment.